Katika kijiji kidogo kilichoitwa Mwambao, watu waliishi kwa mila na desturi za muda mrefu. Kijiji hicho kilikuwa kando ya bahari na maisha ya wakazi wake yalitegemea uvuvi. Bahari hiyo pia ilikuwa ikizungukwa na hadithi nyingi kuhusu viumbe wa ajabu, mojawapo akiwa nguva, samaki wa ajabu mwenye sura ya mwanamke nusu na nusu ya samaki. Miongoni mwa vijana wa kijijini hapo kulikuwa na kijana mmoja maskini sana aitwaye Chilambo. Chilambo aliishi na bibi yake mzee baada ya wazazi wake wote kufariki kutokana na maradhi ya ajabu yaliyowahi kulikumba kijiji hicho miaka iliyopita. Chilambo hakuwa na chochote cha kujivunia isipokuwa uvuvi wake wa kila siku uliomwezesha kupata chakula kidogo kwa bibi yake. Siku moja alipokuwa akivua samaki kwenye mwamba mkubwa, Chilambo aliona kitu kiking'aa ndani ya maji. Aliposogea karibu, aligundua kuwa sio kitu cha kawaida. Ni msichana mzuri ajabu, mwenye nywele ndefu kama dhahabu, macho ya buluu angavu, na ngozi inayomeremeta kama fedha. Sehemu ya chini ya mwili wake ilikuwa na mkia wa samaki wa kung'aa kama almasi. Chilambo aliduwa, hakuwahi kuona kiumbe wa namna hiyo. Alipojaribu kukimbia, nguva huyo alimuita kwa sauti tamu, "Usiogope Chilambo, sikuja kukudhuru." Chilambo alisimama akitetemeka kidogo. "Wewe ni nani?" aliuliza kwa sauti ya woga. "Mimi ni nguva wa bahari ya mwambao nimekuwa nikikuona kwa muda mrefu, ukihangaika, ukiteseka, ukijitahidi kwa bibi yako. Moyo wangu umekupenda Chilambo. Maneno hayo yaliingia moja kwa moja moyoni mwa Chilambo. Hakuwahi hata kufikiria kama kuna mtu au kiumbe angeweza kumpenda yeye, kijana maskini asiye na hata sanda ya kujifunika usiku wa baridi. Lakini alijiuliza Penzi kati ya binadamu na nguva lingewezekana kweli? Siri ya upendo. Nguva huyo ambaye alifahamika kwa jina la Mrembo wa Majini alimtembelea Chilambo kila usiku kwenye mwamba wa siri. Walisimulia hadithi, waliimba nyimbo, na muda mwingine nguva alimfundisha Chilambo maarifa ya baharini kama vile kutambua wapi kuna samaki wengi au jinsi ya kusoma nyota za bahari kwa msaada wa nguva, Chilambo alianza kupata mafanikio madogo. Kila alipovua dagaa walijaa kwenye mitumbu yake. Alianza kuuza samaki wengi sokoni, na hivyo kupata fedha za kujenga kibanda kipya kwa ajili ya bibi yake. Hata hivyo, watu wa kijijini walipoona mafanikio ya ghafla ya Chilambo, walipata wasiwasi wakaanza kumshuku kuwa anashirikiana na mizimu au majini. Haiwezekani kijana maskini kama huyu apate utajiri wa ghafla hivi, lazima kuna siri mbaya nyuma yake, alisema mzee wa kijiji aitwaye Bwana Pazi. Wakaanza kumchunguza Chilambo kwa karibu. Siri yevuja. Siku moja kijana mmoja mwenye wivu sana kwa Chilambo aitwaye Mwikamba alimfuatilia usiku wa manane hadi kwenye mwamba wa siri. Alijificha nyuma ya mawe na kuona kwa macho yake nguva akitoka baharini, akiwa na mwanga wa ajabu. Mwikamba alirudi kijijini mbio na kueneza habari, Chilambo ana mpenzi wa majini, nguva wa bahari. Huyu si mwanadamu tena, ni mchawi. Kijiji kilishtuka. Wakazi wote walikusanyika na kwenda nyumbani kwa Chilambo, wakibeba mienge na mashoka, wakitaka kumtoa nje na kumshughulikia. Bibi yake Chilambo kwa hofu kuu alimwambia, kimbia mwanangu, wana njama ya kukuwa. Chilambo alikimbilia kwenye mwamba wa siri, na nguva akamtokea kwa haraka. Chilambo, usiogope, tafuta kijiji kinachoishi mbali na bahari mahali ambapo nitakuweza kufuata na kuishi kama binadamu kwa siku saba. Chelamba hakusita, alikimbilia mbali akivuka misitu, mito na milima hadi kufika kijiji kipya kiitwacho Mwitupepeo. Kwa muda wa siku saba, Nguva aliweza kuishi kama mwanamke wa kawaida, alivaa vitenge vizuri, alitembea kwa miguu na alikuwa mrembo kuliko wanawake wote wa Mwitupepeo. Chilambo na nguva waliishi kwa furaha isiyo na kifani, walijenga kibanda chao cha kupendeza kando ya mto mdogo, wakivua samaki na kulima bustani. Lakini bahati haikudumu. Siku ya saba ilipowadia, mwili wa nguva ulianza kubadilika, ngozi yake ilianza kung'aa kupita kiasi, nywele zake zikawa na harufu ya chumvi ya bahari na miguu yake ikaanza kuungana polepole kuwa mkia. Chilambo alilia kwa uchungu akisema, sitaki kukupoteza mpenzi wangu, tafadhali usirudi baharini. Lakini nguva alimtazama kwa macho yenye huzuni na kusema, haiwezekani mpenzi wangu, damu yangu ni ya bahari, asili yangu si ya dunia hii. Ikiwa nitaendelea kukaa hapa, nitakufa. Kwa uchungu mwingi Chilambo alimkumbatia nguva kwa mara ya mwisho, akamwaga kwa busu la mwisho kabla hajamuona akirudi baharini akitoweka katika maji yenye mngao wa dhahabu. Chilambo alirudi kijijini Mwitu Pepeo akibeba uchungu moyoni, lakini pia kumbukumbu tamu za upendo wa kweli. Alianza maisha mapya kama mvuvi wa heshima. Hakuwahi kumuoa mwanamke mwingine. Alijitolea kuwasaidia maskini, kujenga nyumba za atima, na kusaidia wanawake wajane wa kijijini. Watu walimpenda sana Chilambo kwa ukarimu wake, na kila usiku wa mwezi mpevu, Chilambo alikuwa akienda ukingoni mwa mto akihisi kama kuna sauti ya nyimbo za baharini zikimwimbia kwa mbali. Na wanasema hadi leo, ukitembea kwenye kijiji cha Mwitupepeo, Unaweza kumsikia kijana mrefu mweusi akiimba nyimbo za bahari kwa sauti ya huzuni, akiimba penzi lake la milele kwa nguva aliyepotea.